Risala kwa mgeni rasmi katika mahafali ya 17 ya kidato cha nne kutoka shule ya sekondari Maria Consolata leo tarehe 26 mwezi wa 9 2025. Taarifa hii imegawanyika katika sehemu sita kama ifuatavyo: Sehemu ya kwanza, utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, wapendwa masista wa misionari wa Consolata, wajumbe wa bodi ya shule, kamati ya uongozi wa wazazi viongozi mbalimbali wa serikali na vyama, wakuu wa shule, wakuu wa idara mbalimbali, walimu na watumishi wasio walimu wa kituo na shule, wazazi na wahitimu, wanafunzi, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, tunapenda kumshukuru Mungu mwenye upendo aliyetukutanisha siku hii ya mahafali ya wahitimu wa kidato cha nne elfu mbili na ishirini na tano. Tunayo furaha kukukaribisha na kujumuika na nawe katika mahafali ya, ya kumi na saba ya kidato cha nne elfu mbili na ishirini na tano. Karibu sana ili uweze kuona na kusikia mambo yanayofanyika katika kituo na shule hii na kufanya zoezi muhimu la ugawaji wa vyeti na zawadi kwa wahitimu wetu. Sehemu ya pili, wahitimu Ndugu mgeni rasmi, wahitimu tunaohitimu leo tulianza kidato cha kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tukiwa jumla ya wanafunzi hamsini na nane, wasichana wakiwa thelathini na moja na wavulana wakiwa ishirini na saba. Mbele yako kuna wahitimu arobaini na nane, wasichana wakiwa ishirini na nne na wavulana ishirini na nne. Idadi yetu ilipungua kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo kushindwa kuendana na mazingira ya shule na wengine kushindwa kufikisha wastani wa shule. Sehemu ya tatu: mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni baadhi ya mafanikio tuliyoyapata kwa muda ambao tumekuwepo hapa shuleni. Shule yetu imefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Ongezeko hilo limetokana na shule kufanya vizuri katika eneo la utoaji wa malezi kwa vijana yanayolenga kumkuza kijana kiimani na kufanya vizuri katika eneo la taaluma hasa katika mitihani ya taifa ya kidato cha pili na kidato cha nne. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kushiriki mitihani mbalimbali kama vile ya utamilifu moko, mitihani ya kanda na baga zone na hata ya wilaya, ambayo kwa kiasi kikubwa imetujengea uwezo wa kujiamini tunapoelekea kuikabili mitihani ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, mbali na kupata elimu ya darasani tumefanikiwa kupata elimu ya ujuzi kwa kiasi fulani kupitia shughuli zinazofanyika kituoni kama vile kilimo, ufugaji na kadhalika. Kupitia kazi hizo tumepata uzoefu utakaotusaidia katika maisha kila siku, hasa baada ya kuhitimu kidato cha nne. Sehemu ya nne: changamoto. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio tuliyobainisha, kuna changamoto kadha wa kadha ambazo zinaikabili shule yetu. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa maji ya kutosha hapa shuleni, hasa kipindi cha kiangazi. Hali hii inapelekea wakati mwingine kuvuruga ratiba ya masomo ili kufuata maji kisimani kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Changamoto nyingine ni kutojitosheleza kwa miundombinu, hasa mabweni, kutokana na ongezeko la wanafunzi kwa miaka ya hivi karibuni. Pia shule inakosa gari la wanafunzi kwa ajili ya shughuli za kitaaluma na za kimichezo changamoto hii kwa kiasi kikubwa inakwamisha baadhi ya malengo kwa sababu ukamilifu wa taaluma ni pamoja safari za kimasomo study tour, pamoja na michezo, vitu ambavyo kwa kiasi kikubwa huongeza kiwango cha uelewa kwa wanafunzi. Sehemu ya tano: maoni na mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto hizo, tunapendekeza kuboreshwa kwa miundombinu hasa ya ujenzi wa mabweni ili kuendana na hali halisi ya ongezeko la wanafunzi. Pia tunaomba uone namna ya kuisaidia shule ipate gari la shule kwa ajili ya shughuli za kitaaluma na michezo ili kukuza vipaji vya wanafunzi. Sehemu ya sita. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, sisi kama wahitimu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tunaendelea kulishukuru shirika la masista wa misionari wa Consolata ambao ndio wamiliki wa kituo na shule kwa usimamizi imara wa taasisi hii. Tunawashukuru wazazi na walezi wetu kwa kuendelea kushirikiana na uongozi wa kituo na shule katika kufanikisha malengo ya kitaaluma na kimalezi kwetu sisi wahitimu na wanafunzi wanaoendelea na masomo. Kipekee tunawashukuru walimu wetu kwa namna wanavyojituma katika kutulea, hasa kwa kutumia hata muda wao wa ziada kama vipindi vya jioni na usiku, ili kuhakikisha kuwa tunafikia malengo yetu. Mungu awabariki. Tunawashukuru wajumbe wa bodi wa ya shule kwa kuendelea kuwa chombo bora cha ushauri wa shule katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya shule. Maoni na ushauri wao mwema ndio uliotufikisha hapa tulipo. Kipekee ninatumia nafasi hii tena kukushukuru wewe, mgeni rasmi, kwa kutumia muda wako kwa ajili ya sisi kama jumuiya hususa ni kwa siku ya leo hii muhimu ya mahafali ya kumi na saba ya kidato cha nne. Mungu akubariki sana na tunakutakia utendaji mwema wa majukumu ya kila siku. Matumaini yetu ni makubwa kwamba changamoto tulizo bainisha utazichukua kwa uzito wake na kuzishughulikia. Pia tunaamini utasita kututembelea, na ikiwezekana kushiriki katika hafla hii kama siku nyingine, pindi upatapo mwaliko. Asante sana. Risala hii imeandaliwa na wahitimu wa kidato cha nne na kuwasilishwa kwenu na Frenki Edward Chinyuka pamoja na Amanda Agatondala kwa niaba ya wahitimu wa kidato cha nne 2025. Makofi tafadhali. Ongeza makofi kwa kuwa simama juu wanapokabidhi risala. Ongeza makofi mengi, mengi, mengi, tafadhali. Sio wasikilize, wasikilize.